Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan oye! Oh yeah. Oh yeah. Tuko hapa katika hafla hii ya kutambua na kuthamini michango ya askari wetu wa vyombo chini ya wizara pamoja na watumishi raia wa wizara na taasisi zake, na hafla hii katika kuwapongeza, sio kwamba wao tu ndo wanafanya kazi nzuri bali pongezi hizi na zawadi hizi ni kwa niaba ya wengine na kupitia kwao kuwapa hamasa wengine, kwa matukio yanayokuja miaka ijayo. Inshala Mwenyezi Mungu waendelee kutupa uzima, basi tunafurahi kila mwaka kuendelea kutambua kazi nzuri ambayo inafanywa na baadhi ya askari, wakiwa kama mfano wa askari wengine. Vyombo vilivyo chini ya wizara ya mambo ya ndani tunalo tunacho eh, Jeshi la Polisi, Jeshi la Magereza, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Idara ya Uhamiaji, NIDA pamoja na taasisi nyingine. Vyombo hivi pamoja na taasisi chini ya wizara vinatoa huduma ambazo pasipokuwa na changamoto ya kiusalama wananchi hujenga imani kwamba vyombo hivi havina kazi. Hii si sawa. Wananchi hawatambui kuwa panapokuwa na usalama na utulivu, hayo ni matokeo ya vyombo hivi kutimiza wajibu wao ipasavyo. Naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wakuu wa vyombo kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ya kusimamia vyombo vyetu tunaona nchi yetu inazidi kuwa salama na nitumie nafasi hii kuendelea e, kuwakumbusha Watanzania, tuendelee kutoa ushirikiano kwa vyombo vyetu ili tuendelee kulinda amani na tunu ya amani tuliyonayo. Nitumie fursa hii kuwapongeza askari na watumishi raia kwa kazi nzuri mnayoifanya. Mafanikio ya utulivu amani na usalama tulionayo ndani ya taifa letu yanatokana na juhudi za kila mmoja wenu, pamoja na zawadi zitakazozitoa leo. Tukio la leo ni muhimu sana, ni fursa kwa sisi viongozi tuliopo kuonyesha furaha yetu kwanza, kwenye get together hii ya watumishi na askari tukiwa katika mazingira ambayo yako relaxed, kupongezana kwa kazi nzuri ambazo zinafanyika. Lakini vile vile tunatumia fursa hii kutambua na kuthamini kazi nzuri inayofanywa kwa moyo na dhamira safi ya askari, watumishi raia, lakini vile vile kuwakumbusha wananchi wote kwa ujumla kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa nchi yetu unaanza na kila mwananchi. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba nitumie nafasi hii kutambua na kushukuru, kupongeza tena utendaji mzuri wa wakuu wa vyombo vyetu, maafisa ambao mnawasimamia askari rank and file, pamoja na watumishi raia ambao wako chini ya wizara ya mambo ya ndani. Nawapongeza kwa utendaji kazi bora unaofanywa kwa moyo wa kujituma na uwajibikaji wa hali ya juu katika kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa salama. Utaratibu huu wa kuthamini na kutambua mchango wa watumishi sehemu za kazi uendelee na uwe chachu ya kuboresha utendaji na kuongeza ubunifu mahali pa kazi. Niwaombe viongozi wa wizara, kwa maana ya kuanzia mimi mwenyewe, Mheshimiwa Naibu Waziri hadi wakuu wa vitengo, wakuu wetu wa vyombo na wakuu wa mashirika na taasisi zilizo chini ya wizara, tuendelee na niwaombe tuendelee kuwa mstari wa mbele katika kuwapa moyo na motisha watumishi. Tuwe sehemu ya mchango wa kuinua vipaji au vipawa vyao kama ambavyo tutafanya hata kwa wanamichezo wetu kama nitakavyosema hapo baadaye. Tusiwakatishe tamaa na tuwapongeze kwa ubunifu, bidii na matendo mema, hata kama ni kusema asante, hongera, kama mtaani wanaposema big up sana, umeupiga mwingi, wewe ni jembe. Maneno haya yanatoa morali na hamasa kubwa, hata kama huna zawadi. Nichukue nafasi hii kuishukuru serikali yetu ya awamu ya sita chini ya uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu na amejeshi mkuu, kwa kutambua na kuthamini mchango wa watumishi wa umma bila kusahau walioko katika sekta ya usalama. Katika uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia ongezeko la bajeti endelevu, hivyo kuwekeza kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi. Hivyo basi wajibu wetu ni kujituma zaidi, kulinda hadhi ya kazi zetu na kuheshimu viapo vyetu vya uadilifu. Wizara imekuwa na utaratibu huu ambao tumekuwa tukiwatambua askari utendaji, mbunifu, yani hususan wale wako, na watumishi hao ambao wameendelea kuonyesha utendaji wenye kupigiwa mfano, yani hususan watendaji wale ambao utendaji wao na majukumu kumeonesha kuwa na ubunifu kuleta tija katika kuhudumia wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, katika hafla ya leo tumepanga kwamba utatoa sifa na zawadi kwa askari 20 na kwa upande wa watumishi raia utatoa vyeti kwa wafanyakazi bora wanamichezo kwa, kwa niaba ya wenzao 117 ambao walitambuliwa na, na Mheshimiwa Rais siku ya Mei mosi na kupewa zawadi. Nawapongeza wizara kwa wazo zuri hili la kuwatumikia zawadi na sifa watumishi waliotumikia wizara hii. Sisi tunafahamu wizara hii inafanya kazi usiku na mchana, kama nilisema siku saba kwa wiki, watu wanafanya kazi kwa uhakamako mkubwa, kizalendo, kwa ajili ya kuilinda nchi yetu hii. Hivyo basi jambo hili ililolifanya ni jambo kubwa sana linatutia moyo sisi tulio nje lakini naamini na watumishi walio chini ya wizara hii